kumpandishia hadhi. Hebu harakisheni hicho kikao <coughs> kuja hapa, mi nateseka, nafungua jio la msingi eti kituo cha afya, mmenitesa. <coughs> Maliza hatua iliyobaki, ipewe hadhi ya hospitali. Kama kuna eneo mnadhani linahitaji kufanyiwa maboresho, mshirikiane naye. Kazi anayofanya huyu ni kubwa, ya kuiunga mkono serikali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 Nitarudi tena hapa kufungua hospitali.